Baada ya kupigania maisha yake katika chumba cha wagonjwa mahututi kwa muda tangu alipopokelewa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, sasa familia ya Boniface Kariuki imeelezea hofu na wasiwasi wasi kuhusu hali yake ya kiafya. Wakizungumza na wanahabari katika hospitali hiyo, familia ya mchuzi huyo aliyepigwa risasi wakati wa maandamano dhidi ya ukatili wa polisi jijini, wamesema walipokea simu kutoka hospitali ya Kenyatta usiku wa manane ikiwataka kufika asubuhi na mapema, na walipofika wakapokea taarifa za kusikitisha kwamba ubongo wa kijana huyo umefariki. Uh, uh, they needed to have a brief with us and, uh, we have already received the brief. Uh, we have been told what is happening and the reality of the things what is happening is that Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. Familia hiyo pia imeomba msaada wa kifedha wakisema gharama ya matibabu imepanda hadi zaidi ya shilingi milioni tatu, fedha ambazo hawafahamu watazipata wapi.

Boniface Mwangi Karioki Medical Fund. So, thank you. Akiwa amejawa na huzuni ya masikitiko, msemaji wa familia hiyo Emily Wanjiru amewaeleza kuwa madaktari wameweka wazi kwamba pia viungo vya Boniface vinaendelea kupiga hatua za mwisho za uhai. Maisha ya Boniface yalibadilika ghafla tarehe kumi na saba mwezi Juni wakati wa maandamano ya kupinga ukatili wa polisi jijini Nairobi, pale ambapo maafisa wawili walimkabili huku mmoja akimpiga risasi kichwani na kumfanya kuwa miongoni mwa takwimu zinazoelezea unyama wa maafisa wa polisi wa Kenya. Wiklif Kipkemoi, Undugu TV.